Eh, makusanyo ya asilimia mia moja na tatu, lakini mkoa wa Mwanza kihistoria unafanya vizuri katika mambo mengi. Hata swala la hii kodi ya ndani nafikiri mkoa wa Mwanza ni watatu kwa makusanyo ya kodi za ndani, na tulipongezwa na tunapongezwa mara kwa mara. Kwa hiyo leo nikisikia meshapikia asilimia mia moja na tatu, linafahamu kwamba eh, mkoa wa Mwanza umetulia na azma ya Rais Samia ni kwamba tukusanye kodi, lakini bila uudha, bila unyanyasaji na ifike mahala tupu, wanaokusanya kodi na wanaolipa kodi wawe ndugu kama ambavyo leo tunaona vijana wa bajaji wapo, bodaboda wako, wako wafanyabiashara, wakati wako viungo vya usalama vipo, kwa sababu tunaaminiana. Ingekuwa hatuna mahusiano mazuri, inawezekana ungeandaa futari hii, lakini hawa kwa sababu na wanyanyasa wakasema haa, hatuwezi kwenda pale. Kwa hiyo endeleeni kufanya kazi, endeleeni kuchapa kazi TRA. Pamoja na yote katika Uislamu nyie tunawaita baitulmal, katika Uislamu nyie ni baitulmal. Na hali leo muda hautoshi, nami kazi yangu ni kumleta mkuu wa mkoa ni jambo lina tarehe katika Uislamu na hata kabla ya Uislamu, kabla ya Mtume Muhammad huko nyuma, jambo hili lilikuwepo. Kwa hiyo hichi tunachokifanya nyie, ndio mmeshika roho ya nchi yetu, mmeshika roho ya nchi yetu. Watanzania wote hawa wanafurahia maendeleo. Leo wakitembea kwenye wa barabara wanafurahi, ndege zinawafurahisha. Nilikuwa naambiwa Mwanza peke yake kwa siku ina ruti zaidi ya tano za ndege lakini unaona miundo mbinu inajengwa maji umeme ni kazi nzuri mnayoifanya. Je, nitumie nafasi hii kuendelea kuwaomba watanzania tusimame pamoja na rais wetu kumuunga mkono katika jambo hili la kulipa kodi. Usia wangu kwa walipa kodi watanzania wenzangu, katika Uislamu kuna kitu kinaitwa dhulma. Moja ya dhambi mbaya duniani ni dhulma na wakati mwingine dhulma, unaweza ukamdhulumu mtu mwenzio, lakini hakuna dhulma mbaya kama kuudhulumu umma. Siku ya Kiyama kila aliyedhulumiwa atakwenda mbele ya Mungu kumdai aliyemdhulumu, na ikiwa kuna cha kumlipa zitachukuliwa matendo yako mema, kwa maana thawabu zako atapewa yule uliyemdhulumu. Unaonaje wewe mfanyabiashara, umekushaambiwa kodi yako ndio inajenga barabara kodi yako inaleta umeme, kodi yako inaleta maji. Kile unachokifanya tu, tunafanya maendeleo ya nchi. Kitendo chako cha kukwepa kodi ni ishara umewadhulumu wa Tanzania milioni 61. Swali langu kwako, siku ya kiyama ukifika mbele ya Mungu utaweza kuwalipa wa Tanzania milioni 60? Kwa sababu kitendo cha kukwepa kulipa kodi, ukaacha kulipa kodi, maana yake serikali ishindwe kulipa mishahara serikali ishindwe kuleta maji, ishindwe kuleta umeme, ishindwe kujenga barabara, ishindwe kujengea meli, ishindwe kumaliza daraja la Busisi na kadhalika. Kwa hiyo moja kwa moja wewe uliokwepa kodi au uliogoma kukwepa kodi, kimungu una dhambi ya kukwepa na dhambi ya kufanya dhulma. Lengo kubwa kama nilivyosema ni kuendeleza, ni jukumu yetu, na kutoa shukurani Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa sana wananchi wa Mwanza, mwezi huu tunaongea ambao tunamaliza Jumatatu, tayari mkoa wa Mwanza umeshavuka malengo, mlengo yetu as kwa hivi, kwa namna yoyote twakusema mlikuwa mnafanya nini? Tulikuwa tunashukuru wananchi wa Mwanza kwa kulipa kodi, kwa kwaa, hivi tunapoongea kuna mikoa bado inahangaika kufikia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 jitahidi sana kuwa tunatoa elimu kuliko kutoa adhabu. Tulikuwa tuna kawaida ya kutoa adhabu kila tunayokuta, lakini sasa hivi tumebadilisha na sisi tutakuelimisha mpaka utaelewa.